Leo tuna wenzetu ambaye tuna mtoto mdogo leo, ni watoto wetu wamechukuliwa, wakafanya mambo makubwa ambayo yanaonyesha kwamba imani zetu zimetikisika. Tuna watoto wetu wa kike wameingia, wameingizwa na kwa mikono yao wameyafanya walioyafanya. Tuna viongozi wetu Eh, tuna wenzetu haya wameyafanya kwa mikono yao. Tumefika pahala leo, tumemaliza uchaguzi, lakini tumeona tuna ndugu zetu ambao hawajali kwamba mtu apate jambo eh, lililokuwa kalipata kwa haki kwa mujibu wa taratibu mlizowekeana, maana shuruti hata kama hazimo ndani ya msahafu au sivyo, hata ha kama hazimo kwenye, lakini shuruti ambazo waumini mmewekeana mkakubaliana mzifate katika kufanya jambo lenu, hiyo ni sharia na kwenda kinyume nayo, maana yake hiyo ni khiana. Sasa leo ndugu zetu wako ambao wamekwenda wamepata, leo tuta kuanzia kesho leo tunaita waheshimiwa, lakini sote tunajua kwamba uheshimiwa huu una mushkili, maana tunayajua aliyotokea. Tunakwenda kuishi katika maisha ya kinafiki. Mwenzako anakuja, unamsimamia, unamwita mheshimiwa, lakini rohoni mwako una jina jingine unalomwita au sivyo? Lakini kama nchi mnakwenda kusimamia mambo yenu chini ya uongozi uliopatikana kwa taratibu hizo. Kuna watu leo wamefika pahala, anapewa waidhi na mama yake, mwanangu, usende kwenye hili jambo, hili ni dhulma anamwambia ni achie mimi mwenyewe, wewe yako amekwisha. Na huyu leo ni kiongozi anakuja kusimamia mambo yetu. Sasa mimi nasema kwamba Mwenyezi Mungu alilotufunulia kwamba tumejua kwamba kumbe tatizo haliko nje, tatizo ni letu wenyewe, na tatizo hili limekuja kwa sababu misingi yetu ya imani mizizi yetu ya imani imeyumba. Mwenye imani aliomkinai Mwenyezi Mungu, mwenye imani anayejua kama waislamu tunatakiwa tufanye kitu gani, tusimame katika misingi gani, hawezi kuyafanya haya ambayo yamefanyika. Kwa hivyo, kikubwa naamini kwamba tuna kazi ya kwenda kuifanya, na kikubwa zaidi kwamba kazi hii tuifanye kunyoosha watoto wetu, malezi yetu, kuwanyoosha wenzetu, ili tupate kunyoosha nchi yetu. Kwa hiyo mimi, ninachoamini, imani yangu ni kwamba tuna jambo, Mwenyezi Mungu katuonesha, na katuonesha kwamba huko tunakokwenda, kama haya hatukuyanyoosha kama haya hatukuyakataa. Kwa kauli moja, tuna uwezo wa kuyakataa, na kama hatukuyakataa, basi huko tunakokwenda tuna hatari kubwa zaidi. Hii ni wajibu wetu, hii ni dhamana yetu, hii ni dhima yetu sote. Naamini tukitekeleza wajibu wetu, basi tutavuka kwa salama na kweli, tutabaki katika salama ya kweli. Lakini la mwisho, nimalizie kwa sababu wenzangu walinipa dhamana katika hu msukosuko tuliopita, na hapa tulipopita, niwaambie yale tulioambiwa kwamba la muhimu katika hili, tuendelee na subra, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Sisi mliotupa dhamana, hatujakaa kitako wala hatujapumzika, tunatafuta nchi yetu ibaki katika salama na iwe salama ya kweli kuwe na amani, kusiwe na kimya. Tunalifanya kwa juhudi zetu na pia kwa kutawakali kwa Mwenyezi Mungu, tukimweka Mwenyezi Mungu mbele imani yetu, kwa sababu dhamira yetu ni ya kweli, ni ya dhati. Imani yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu atatuongoza ili nchi yetu tuweze kuirudisha tena katika misingi eh, ya haki, misingi ya amani ili tuweze kweli kupata ustawi katika, katika nchi yetu. Nachowaomba ndugu zangu, mwendelee kuiombea dua nchi yetu na mwendelee kutuombea dua sisi ambao mmetutwika mzigo huu, basi Mwenyezi Mungu na sisi atuongoze, atunyoshe ili tuweze kupata kitu ambacho kitatutoa hapa, isiwe labda tumepata leo cha kupata, iwe kama mtatago ah iwe hasa tumepata jambo suluhisho la la kudumu, tusiwe tumepata mtatago wa kuvukia mara moja, tupate eh, suluhisho la kudumu, nchi yetu irudi katika misingi ya kistaarabu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wasante.